Ni mchuano wa vigogo. Majina ya wakongwe na mahiri katika ulingo wa siasa yameanza kutajwa. Majina hayo ni Dr Tulia Akson, Profesa Palamagamba Kabudi, William Lukuvi, Musa Hassan Zungu, Simba Chawene na Najma Murtaza. Wote hawa wana historia, uzoefu na heshima kubwa kwenye siasa ya Tanzania, lakini swali kubwa ni kwamba ni nani ataibuka kuwa spika mpya? Nani atakabidhiwa dhamana ya kuongoza chombo hiki muhimu cha kutunga sheria? Wakati upinde wa siasa nchini ukipiga rangi kali kuhusiana na nafasi nyeti ya spika wa bunge la kumi na tatu, majina sita yaliyopewa uzito mkubwa yamesisimua umma kwa upinzani mkubwa wa kiti hicho: Dr Tulia Akson, Palamagamba Kabudi, William Lukuvi Musa Hassan Zungu Simba Chawene na Najma Murtaza mchakato huu unaochota nafasi kutoka ndani ya vikao vya nyumba kuu ya CCM hadi mabaraza ya mitandao ya kijamii Profesa Palamagamba Kabudi anaongozwa na taaluma yake ya kisheria ujuzi aliyoujenga akiwa waziri wa katiba na sheria kisha waziri wa mambo ya nje umeweza kumshikilia kiti cha majaji wa waamuzi makubwa ya kitaifa kwa wengi yeye ni mgombea aliyejumuisha visanamu vya ubinadamu, haki na utawala wa sheria, sifa zinazoelekea kutumbukia juu ya kiwango cha uongozi wa Bunge. Mpaka sasa jina lake la Profesa Kabudi ndio linapewa nafasi kubwa. Je, ataweza kupata nafasi hiyo ya kushika wadhifa huo wa kuliongoza Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania la kumi na tatu? Mshindani mwingine ni Dr Tulia Ackson. Dr Tulia ni mtaalamu mahiri wa sheria na mwanasiasa aliyepanda kwa kasi katika siasa za Tanzania. Aliwahi kuwa naibu waziri wa katiba na sheria mwaka elfu mbili kumi na tano kabla ya kuchaguliwa kuwa naibu wa spika wa bunge na baadaye kuteuliwa kuwa spika wa bunge la kumi na mbili mwaka elfu mbili na ishirini na moja. Katika kipindi chake cha uongozi ameongoza bunge kwa nidhamu umakini na ufanisi mkubwa. Mbali na majukumu yake ya kitaifa, Dkt Tulia Ackson ameweka alama yake ya kipekee ya kimataifa kwa kuchaguliwa kuwa rais wa Umoja wa Wabunge duniani, IPU, nafasi ya heshima ambayo inaleta hadhi kwa Tanzania katika anga za kidiplomasia na kisiasa duniani. Uzoefu wake, elimu yake ya sheria na uwezo wa kuhimili mijadala migumu ya kibunge ni sifa zinazomweka katika nafasi nzuri ya kuendelea kuaminiwa kisiasa. Kwa ukubwa alionao katika siasa na nyadhifa mbalimbali alizozitumikia, Dr. Tulia Ackson anayo nafasi ya kuendelea kuliongoza bunge hilo? Ni swali la kujiuliza. Kwa upande wa William Lukuvi, anachukuliwa kuwa mhandisi wa ardhi na makazi. Ametumikia wizara ya ardhi na makazi kwa maendeleo ya makazi na kuongoza mageuzi makubwa katika sekta hiyo. utekelezaji wake nidhamu mvuto wa kisiasa vimemuweka kwenye ngazi ya wakomavu wa kisiasa wanaoweza kushika kiti cha spika. Je, ataweza kupata nafasi hiyo? George Simba Chawene ni miongoni mwa wanasiasa wenye rekodi ndefu katika utumishi wa umma nchini Tanzania. Amehudumu kama mbunge kwa muda mrefu, akiwa miongoni mwa wawakilishi waliodumu na kwa uaminifu, uthubutu katika kuwatumikia wananchi wa jimbo lake ni kiongozi mwenye kujenga hoja zenye mashiko, mwenye uwezo wa kushirikiana na taasisi mbalimbali, na pia ana uelewa mpana wa mifumo ya utawala na sheria. Na wasifu wake unaweka kuwa mmoja wa ya wagombea wanaoweza kushika nafasi ya spika kwa ufanisi ikiwa atapewa dhamana hiyo. Viongozi wengine waliotajwa kwenye orodha hiyo ya watu sita ni Musa Azan Zungu, aliyewahi kuwa naibu spika, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu sera bunge na uratibu pamoja na Najma Murtaza ambaye jina lake limeibuka kwa kasi japo sio miongoni mwa wanaopewa nafasi kubwa kwa sasa. Mchakato rasmi wa uteuzi wa wagombea hao ndani ya chama unatarajiwa kufanyika siku chache zijazo kabla ya kufanyika kwa kikao cha kwanza cha bunge jipya ambapo uchaguzi wa spika na naibu spika utawekwa katika ajenda za mwanzo. Kulingana na ratiba iliyotolewa kwenye tangazo la serikali, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr Samia Suluh Hassan aliongoza kikao maalum cha kamati kuu ya halmashauri kuu ya CCM taifa kilichofanyika jijini Dodoma Jumatano Novemba 5, 2025. Kikao hicho kilikuwa na ajenda mahususi ikiwemo kufanya uteuzi wa wagombea wa nafasi muhimu katika mhimili wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania na baraza la wawakilishi Zanzibar. Uteuzi huo ulifanyika kuelekea kuanza bunge la kumi na tatu ambapo nafasi ya spika na naibu spika wa bunge pamoja na zile za baraza la wawakilishi zinapaswa kujazwa kwa mujibu wa taratibu nyingine za kiutawala zitakazofanyika ofisi ya bunge Dodoma kuanzia tarehe nane hadi kumi Novemba 2025. Kikao cha kwanza cha mkutano wa kwanza wa bunge la 13 kitafanyika tarehe 11 Novemba 2025 kama ilivyotamkwa kwenye tangazo la rais, na shughuli zitakazofanyika katika mkutano huo ni pamoja na kusomwa tangazo la rais kuitisha bunge, uchaguzi wa spika, kiapo cha uaminifu kwa bunge wote, kuthibitisha uteuzi wa waziri mkuu, uchaguzi wa naibu spika na ufunguzi rasmi GPA, na wa bunge jipya utakaofanywa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Utaratibu wa uchaguzi utakaotumika kujaza nafasi za spika na naibu spika kama umetangazwa katika tangazo la serikali. Aidha, amesisitiza kwamba wabunge wateule wote wafike wakiwa wamevaa mavazi rasmi kwa ajili ya zoezi la usaili na upigaji picha pamoja na nyaraka zifuatazo: hati ya kuchaguliwa au kuteuliwa kwa wabunge, kitambulisho cha taifa na nakala yake, kadi ya benki yenye namba ya akaunti ya, ya mbunge, cheti halisi cha ndoa kinachotambuliwa na serikali kwenye ndoa na nakala yake, vyeti halisi vya kuzaliwa vya watoto wenye umri chini ya miaka ishirini na moja kwa wenye watoto wasiozidi wanne na nakala, vyeti halisi vya elimu taaluma yenye ithibati ya taasisi husika na nakala zake pamoja na wasifu wa mbunge. Ni wazi kwamba kiti cha spika wa bunge la kumi na tatu ni nafasi nyeti inayohitaji mtu mwenye uzoefu, uwezo wa kiuongozi, busara ya kisiasa na dhamira ya dhati ya kulinda maslahi ya taifa. Wanaotajwa hadi sasa majina mazito yaliyowahi kushika nafasi mbalimbali mbali zenye uzito serikalini, bungeni na ndani ya chama. Kwa kila mmoja kati yao Dr Tulia Ackson, Profesa Palamagamba Kabudi, William Lukuvi, George Simba Chawene, Musa Hassan Zungu na wengine wana rekodi ya kipekee na mchango katika mfumo wa utawala na kutunga sheria nchini. Wengine wamewahi kuwa mawaziri maspika au viongozi wa kimataifa, hali inayoonesha jinsi taifa lilivyo na hazina kubwa ya viongozi wenye sifa, huku watanzania wakisubiri kwa hamu kuona nani atapewa ridhaa ya kuliongoza bunge jipya. Swali lililobaki ni moja tu, je, ni nani kati ya majina hayo ambaye ataonekana kuwa ni chaguo sahihi na la wakati ni kusihi? Mtazamaji, unaweza kuendelea kutofuatilia katika mitandao yote ya kijamii Instagram, Facebook, Twitter na TikTok kwa jina la Habari Kiganjani.